Yes, mambo vipi? aliyewahi kuwa eh, tajiri namba moja eh, duniani kipindi cha hapo nyuma kidogo eh, eh, kutokana na vitu ambavyo unajua kwenye maisha kuna kwa kuna kupanda na kushuka. Kwa sasa hivi Elon Musk pia ameweza kushika namba moja, lakini Bill Gates pia alikuwa ni moja kati ya watu ambao pia walishawahi kushika nafasi hiyo eh, back in the days kitambo, na hicho na alisumbua sana, alikaa kwa muda mrefu sana kuwa kama tajiri namba moja ya bana duniani. Lakini pia Bill Gates pamoja na Elon Musk kumekuwa kuna mvutano tofauti tofauti kuhusiana na mazima ya kuweza kusaidia eh, Waafrika na vitu vingine eh, kibao. Sasa tajiri eh, Bill Gates pia ameweza kufichua mipango yake ya kuweza kutoa dola bilioni mia mbili kuweza kupitia shirika lake eh, kwa kipindi cha miaka ishirini ijayo. Yaani miaka 20 eh, ya inayokuja yani mbele ataweza kutoa eh, za zaidi ya dola bilioni mia mbili akiapa kwamba sehemu kubwa ya fedha hizo pia eh, zitaelekezwa Afrika. Unajua, kwa sababu Afrika kumekuwa kuna nchi ambazo pia zinakuwa zina maisha magumu pia au wanaweza kusema ambao wanakuwa katika eh, hali ya duni au hali ya chini sana, so Bill Gates ameamua kutoa hili ili kuweza kusaidia ba baadhi ya mataifa ambayo pia yanakuwa yanapatikana kutokea hapa eh, Afrika. Sasa Bill Gates pia ambaye mapema mwezi huu ali, uh, aliambia kwamba CBS Mornings, eh, kuhusu mpango wake wa kutoa sehemu kubwa ya utajiri wake, alifichua nia yake ya kuweza kuelekeza juhudi zake Afrika alipokuwa akizungumza katika ukumbi wa Nelson Mandela eh, katika Umoja wa Afrika. Afrika eh, Addis Ababa huko nchini Ethiopia, ambapo ndio aliweza kuzungumza mambo mengi sana lakini pia masuala mazima ya kusema kwamba ataweza kusaidia Afrika na nchi ambazo pia zinapatikana huku, kwa wale ambao pia wanaishi mazingira magumu, vitu vingine vikaendelea kibao kule Addis Ababa Ethiopia, anaweza kuzungumza hivyo. Mkurugenzi huyo wa foundation ambayo kwa inapatikana huko Sa Gates, pia ama Bill Gates alikuwa tayari pia ameweza kusema kwamba lengo lake ni kuhifadhi, lakini pia shughuli zitakazosaidia kuokoa na kuweza kuboresha maisha nchini kote duniani hapa, katika nchi zote ambazo pia zinakuwa zinazinazizi zinapitia katika mazingira magumu, inakuwa uh, inaweza kusaidia. Sasa eh, kupitia ile ni na ni foundation yake pia eh, ameweza kusema kwamba Bill Gates haji binafsi mara kwa mara barani Afrika kuweza kusaidia, lakini pia anafanya hivyo kuweza kupitia Bill and Melinda Gates Foundation ambayo pia imekuwa ina vitu tofauti tofauti ambapo pia inakuwa ina chengi, ina mchango mkubwa kabisa eh, wa miradi ya afya, elimu, eh, eh, kilimo eh, barani Afrika itaweza kusaidia vitu kama hivyo, lakini pia kuweza kupambana na magonjwa e, kama vile polio, malaria, e, VVU e, pamoja na kifua kikuu itakuwa ime-base katika vitu kama hivyo. Lakini pia kwenye swala zima la kilimo, pia anaweza ku base katika vitu tofauti tofauti kuendeleza mbegu bora kwa wakulima wadogo wadogo ambao wanakuwa wanapatikana, lakini pia kutoa mafunzo juu ya mbinu bora za kilimo bila kusahau kuwezesha upatikanaji wa masoko ya pembejeo. Yani, unaweza kusema zile malighafi za kuweza kusababisha watu wengi waweze kuuza kwenye upande mzima wa afya eh, Gates Foundation pia inaweza kutoa fedha nyingi za za Javi au unasema tunaweza, eh, tukasema kwamba Vaccine Alliance, shirika ambalo pia litaweza kusaidia chanjo kwa, eh, kwa nchi za huko Afrika. Lakini pia imeweza kusaidia kuanzisha na kuimarisha mifumo ya afya ya msingi eh, katika nchi kama Nigeria, Ethiopia, Tanzania pia Kenya pamoja na DRC Congo, ni moja kati ya nchi ambazo pia zimeweza kutajwa kuweza ku, eh, kuweza kupitiwa na misaada ambapo e, Gates ataweza kuanzisha kwa kipindi hicho, lakini kwenye m, e, upande wa teknolojia pia pamoja na elimu ingalia kuwa kwamba kipaumbele kikubwa kama afya na kilimo, pia wameweza kusaidia miradi ya kuweza kujenga uwezo wa walimu e, lakini pia kuweza kupanua upatikanaji wa tehama kwa wanafunzi na vitu vingine vitakuwa vinaendelea huko e, bana Gates pia naona kabisa kwamba wameweza kuja kutaka kuja kufanya e, kitu fulani ambacho ni kizuri kitaweza kuwasaidia Afrika, wote pia wataweza kufaidika na kitu hiki kutoka kwa Gates Foundation. Yapi maoni yako kuhusiana na hiki ambacho kinakuwa kinaendelea eh, mtu kuweza kutaka kusaidia Afrika eh, kwa ujumla. Drop comment yako, pata commentisha kinoma noma kwenye Instagram yangu, natumia kama ziladi kabisa. Take love for this ciao.